Nam habari za wakati huu, karibu utena, anu, wakati tena ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, basi na shaka upo salama kabisa. Ni taarifa kutoka chama cha mapinduzi CCM, ambapo chama cha mapinduzi wametoa taarifa wakimkataa mzee Butiku. Kumbuka e, siku mbili nyuma zilizopita akizungumza na waandishi wa habari uh, jijini Dar es Salaam, ilikuwa ni siku ya Jumatatu ya Januari 19 mwaka 2026. Mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Mwalimu Nyerere Foundation mzee Joseph Butiku alionyesha kuto kufurahishwa na misukosuko inayopitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho kwa sasa kimezuliwa kufanya shughuli zozote za kisiasa na kiutendaji hadi hapo kesi ya madai ambayo inaendelea mahakamani itakapotolewa uamuzi. Katika maelezo yake, mzee Butiku alisema kama tatizo ni la mtu mmoja au kiongozi eh, kama vile John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tanzania Bara au ni la Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa au mtu mwingine yeyote yule, basi ni vyema akashughulikiwa mtu au kiongozi husika kwa mujibu wa sheria badala ya adhabu kugusa chama chochote chenye mamilioni ya wanachama. Lakini pia mzee Butiku alizungumzia vitu vingi sana. Kumbuka tarehe 29 Oktoba, eh, kilichotokea Tanzania siku ya uchaguzi mwaka 2025 ambapo tulishuhudia vijana wengi wa kitanzania walipoteza maisha na Mzee Butiku pia alisema kwamba umoja wetu kama taifa ulitikiswa siku ya Oktoba 29, ambapo akizungumza na waandishi wa habari, katika maelezo yake Mzee Butiku alisema wakati wa Tanzania wengi wakiwa kwenye sintofahamu, kipindi hicho yeye alifuatwa na watu wa usalama, akiombwa akafichwe kwa kuwa nyumba yake ilikuwa kwenye hatihati hati ya kuchomwa moto, lakini alikataa kwenda kujificha. Mzee Butiku anasema vurugu hizo zilisababishwa na vijana ambao wamedai kuwa pengine wana matatizo yao zaidi ya wazee, lakini pia Mzee Butiku anasema kwamba umoja wetu kama taifa ulitikiswa siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba. Lakini pia alizungumzia swala yuko wapi eh, Humphrey Polepole ambaye aliwahi kuwa ni balozi wa Tanzania Malawi, lakini pia balozi wa Tanzania huko Cuba, ambapo akasema pia watu wengi wanamhusisha na ishu ya Polepole pole. Lakini pia yeye mwenyewe hafahamu ni wapi Polepole pole. Alipo, lakini hapo kabla alishawahi kuzungumza na Polepole pole kama mara mbili au mara tatu. Lakini kumbuka tu, punde tu baada ya balozi Humphrey Polepole kutekwa, maneno yalikuwa ni mengi sana kwamba Mzee Butiku amemchoma balozi Humphrey Polepole lakini pia akazungumzia kuhusu swala zima la watu kuandamana, ambapo mzee Butiku kwa alisema kwamba msiwazuie, waacheni watu waandamane, tujue mabaya yao. Maandamano haya ni jambo la kawaida tu, wengine wapo huku na wengine wapo kule, ila tu yawe na amani. Lakini hapa Tanzania kila wakati wakisema maandamano, unasikia polisi ina intelijensia kwamba wakiandamana Simuwaache waandamane ili wakivunja nyumba za watu tuone, kumbe hawa watu ni wakorofi. Kwa nini unawatetea, wakati wote unawasaidia kuficha baya wao? Waache watoke, tujue kwamba hawa watu ni wahovyo, kumbe tukiwaruhusu waandamane wanaenda kuiba. Mzee Butiku akizungumzia kuhusu watu kuandamana kwa kwamba watu wawaache wajitokeze waandamane, lakini kubwa akazungumzia kuhusu chama cha Chadema, kama shida ni kiongozi mmoja au e, kama ni makamu au mwenyekiti wa chama basi ashughulikiwe mtu mmoja na sio chama kizima. Sasa CCM ya waomba wananchi kumpuuza mzee Butiku, mzee Butiku. chama cha Mapinduzi CCM kimetoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja ambazo zilitolewa na mwenyekiti wa bodi wa ya wadhamini ya Mwalimu Nyerere Foundation mzee Joseph Butiku wakati akizungumza na waandishi wa habari hivi karibuni, kama ambavyo nimekupitisha kwenye mambo ambayo aliyazungumza, ambapo CCM imesema haihusiki kwa namna yoyote ile na kufungiwa kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Taarifa ya chama hicho imetolewa leo Jumatano Januari 21 mwaka 2026 imeeleza kuwa kuzuiwa kwa Chadema kunatokana na uamuzi wa mahakama kuu katika maombi madogo ambayo yalitolewa mahakamani namba 8960 ya mwaka 2025. Taarifa hiyo ambayo imesainiwa na katibu wa halmashauri kuu ya chama cha Mapinduzi ya Taifa NEC itikadi na uenezi na mafunzo Kenani Laba ni kiongozi inasomeka kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma. Kuzuiwa kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kufanya shughuli zake Siku ya tarehe 19 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025 mzee Joseph Butiku akiwa anazungumza na waandishi wa habari alihoji uhalali wa chama cha mapinduzi CCM kufanya kazi zake wakati chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kikiwa kimefungiwa. Chama cha mapinduzi kinapenda kutoa ufafanuzi kwamba hakihusiki kwa namna yoyote na kufungiwa kwa Chadema kufanya shughuli zake. Kuzuiwa kwa Chadema kunatokana na uamuzi wa mahakama kuu katika maombi madogo namba 8960 ya mwaka 2025. Shauri hilo linatokana na migogoro ya ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo wanachama watatu Saidi Isa Mohamadi, Ahmadi Rashidi Hamis na Maulida Anakomu waliwasilisha maombi dhidi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema kwamba mahakama izuie shughuli zote za Chadema hadi pale maombi yao ya msingi yatakaposikilizwa na kumalizika. Maombi hayo ya msingi yamo katika shauri namba 8323 la mwaka 2025. Mahakama kuu ilisikiliza maombi madogo ya wanachama hao na kutoa uamuzi kwamba Chadema isifanye shughuli zozote za kisiasa wala kutumia mali za chama hadi pale shauri la msingi namba 8323 litakapofikia tamati. Hivyo ni wazi kwamba sio CCM wala serikali inayohusika na swala zima la chadema kuwekewa uzuio na mahakama kuu. Watanzania na watu wote wenye nia njema na nchi yetu wanashauriwa kupuuza upotoshaji huo na kujiepusha na kauli zote za chuki zinazokusudia kuliyumbisha taifa letu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Imesainiwa na Kenani Laban, ni kiongozi katibu wa halmashauri kuu ya CCM ya Taifa NEC Itikadi, Uenezi, na Mafunzo. Hii ni taarifa kutoka CCM ikiwataka watu kumpuuza mzee Butiku, ya kwamba CCM wanahusika kukifungia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kisiendelee kufanya shughuli zake. Watu mbalimbali naona hapa wametoa maoni yao hata ukipita kwenye peji hii ya chama cha mapinduzi, watu wengi wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba kazi na utu tunasonga mbele. Lakini pia mwingine akasema kwamba mnajitekenya na kucheka wenyewe. Lakini pia mwingine akasema kwamba nani asiyejua kwamba mzee Butiku mmemtuma nyee wenyewe lakini pia mwingine akasema kwamba huu ni mkakati, ila sisi vijana na wapenda haki mzee wa kumsikiliza ni kipenzi cha Tanganyika Joseph Sinde Warioba, enough. Lakini pia mwingine akasema kwamba huyu mzee yuko sahihi kabisa, Samia Suluhu Hassan amevuruga sana nchi yetu. Lakini pia mwingine anasema kwamba shida ni moja, mzee unaingia na kutoka, anyway hakuna mkubwa kuliko Tanzania. Lakini pia mwingine akasema kwamba Katumwa kwa, kwa kazi maalum, ili waji, eh, anasema kwamba katumwa kwa kazi maalum ili wajirahisishie kwenye hayo wanayoyaita Maliziano. Lakini pia, mwingine anasema kwamba, mbona mzee anaongea kiukali ukali tu kwani alikuaga mwanajeshi nini? Lakini pia mwingine anasema kwamba kuna muda mzee anaingia na kutoka. Ni watu wengi ambao wametoa maoni yao, lakini pia tuliache kwako, Mtanzania, utochea maoni yako. CCM ikiwataka watanzania kupuuza kile ambacho alikizungumza mzee Butiku, kwamba ni upotoshaji, kwamba sisi inahusika kuifungia chadema kufanya shughuli zake. Tuchemuni yako, lakini pia endelea kutufuatilia kwa taarifa kedekede.